Mtazamaji, katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuboresha miundombinu ya afya, elimu, maji na barabara. Juhudi hizi zinalenga kuimarisha ustawi wa wananchi, hivyo serikali. Kufikia lengo la kutoa huduma bora, serikali hufanya yote hayo kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Makala hii inaangazia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika Halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma. Halmashauri ya Nyasa kwa kipindi cha mwaka wa fedha 24/25 imepokea kiasi cha shilingi bilioni 2.3 ambazo zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi miradi mipya ambayo ni shilingi bilioni 2.2 na kundi la pili ni la ukamilishaji wa miradi vipolo yenye jumla ya shilingi bilioni moja nukta tatu na fedha hizi zimelenga katika miradi ya afya, elimu ya, ya msingi na sekondari, lakini majengo ya utawala katika ngazi ya kutolea huduma. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU inalo jukumu la kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inakamilika kama ilivyokusudiwa. Jukumu hili limetekelezwa vema na ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyasa kama ambavyo katibu tawala wilaya ya Nyasa anathibitisha. Jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha tunasimamiana ipasavyo. Na sisi kama wilaya, Mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya amekuwa akitoa maelekezo mara kwa mara kwa kamati ama vyombo vya usalama kuhakikisha wana jukumu kubwa la kusimamia miradi hii na hususan taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Iko mifano kadha wa kadha kwa taasisi yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa wa wilaya Nyasa pale ambapo mheshimiwa mkuu wa wilaya amewapa maelekezo kufanyia kazi tuhuma kadha wa kadha katika miradi, imekuwa ikifanya hivyo na hakika imekuwa ikituletea matokeo mazuri. Kuna baadhi ya miradi ilionekana dhahiri kwamba kuna vitendo vyenye uashiria wa, wa, wa, wa rushwa vimekuwa vikifanyika na hatua mbalimbali zimechukuliwa, ikiwa na pamoja na baadhi ya wahusika kupelekwa mahakamani. Mtazamaji, wanufaika wa miradi ya maendeleo ni wananchi ambao wanapaswa kushirikishwa kuanzia hatua za uibuaji wa miradi, kipindi cha utekelezaji na hata baada ya kukamilika kwa miradi hiyo. Wajibu wa wananchi eh, kwa maana ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni wanahusika katika uibuaji wa miradi hiyo kwenye kupitia mikutano ya vijiji ambayo inakuwa inaitishwa huko kitongoji. Ee, wananchi wanakaa, wanaibua, wanaangalia, wanatafakari ee, ni changamoto gani walizonazo katika eneo lao, na mwisho wa siku wanaibua, wakati mwingine wanachangia wao wenyewe, lakini wakati mwingine serikali inatoa pesa moja kwa moja kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika uibuaji, wananchi wanashiriki kupitia mikutano ya hadhara lakini kingine ambacho ni wajibu wa wananchi ni kuhakikisha kwamba wanasimamia utekelezaji wa miradi hiyo, ambapo wanakuwa ni wajumbe wa kamati mbalimbali zinazotegemea zinazotekeleza miradi, na wananchi wanakuwa wanasimamia, wanafuatilia, wakijua kwamba wana wajibu wa kuhakikisha kwamba miradi hiyo watambue, imeanza lini, eh, imeletewa fedha kiasi gani, inapaswa kukamilika lini. Wananchi wanapokuwa na taarifa hizo inakuwa ni faida sana kwao na kwetu kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa maana kwamba wanakuwa wanasimamia miradi na mwisho wa siku wanakuwa ni wanufaika wakubwa wa miradi hiyo ambayo inatekelezwa na serikali na wao wenyewe. Ujenzi wa shule ya msingi Nyasa ni matokeo ya usimamizi mzuri wa utekelezaji wa mradi huu. Kukamilika kwa mradi huu umesaidia kuondoa mlundikano wa wanafunzi darasani na kupunguza umbali mrefu uliokuwa ukitumiwa na wanafunzi. Faida ambayo tumepata kutokana na mradi huu imesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya Mama Shem Sinkirosa, sababu mara baada ya kukamilika tuliweza kuhamisha kule wanafunzi takribani 482 kuenda katika shule hii mpya kwa maana ya kuanzia awali mpaka la saba na shule mama kule ilibakiwa na wanafunzi mia sita sabini na mbili. Kwa hiyo imetusaidia sana katika kupunguza msongamano wa wanafunzi na inatuwekea sisi walimu kupata urahisi wakati wa ufundishaji, lakini pia inakuwa ni rahisi hata kwa wanafunzi wakati wa ujifunzaji kwa maana kwamba hakuna msongamano kwa sasa. Uwepo wa shule hii umesaidia kuinua kiwango cha taaluma kwa kiwango kikubwa sababu zamani wanafunzi walikuwa ni watoro kwa ajili ya mrundikano uliokuwepo, na mwalimu ilikuwa ni ngumu sana kufuatilia watoro, lakini kutokana na mgawanyiko uliokuwepo mwalimu anapata urahisi wa kufuatilia mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hali hii imechangia kuongeza ufaulu kwa kiwango kikubwa. Nashukuru serikali kwa kutujengea shule ya msingi Nyasa kwa sababu hapo awali kulikuwa na mrundikano wa wanafunzi wengi, akaamua kutujengea hii shule. Kwa hiyo tunashukuru sana kutujengea shule, maana kuna wanafunzi wengine wamepunguza umepu, ule umbali kwa kutoka nyumbani kuelekea shuleni shule, shule, lakini tunashukuru sana e, kwa kweli tunashukuru serikali ya awamu ya sita ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuku, kuwezesha kujenga shule hii ambayo imeweza kupunguza adha kubwa ya wanafunzi ambao walikuwa wanatembea mwendo mrefu na kuweza kuwasaidia kufika hapa kwa wakati. Wadau wa maendeleo wakiwemo watumishi wa umma, wahandisi, wazabuni, wakandarasi na wananchi kwa ujumla wana wajibu wa kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi na kukamilika kama ilivyokusudiwa. Wito wangu kwa watumishi wa umma ambao wanayo dhamana ya kusimamia utekelezaji wa miradi hii ya maendeleo, moja ni uadilifu. Tunaomba wao waadilifu wazingatie sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utekelezaji wa miradi na matumizi ya rasilimali za umma. E, wazingatie viapo vyao, wazingatie kanuni za maadili za utumishi wa umma wanapotekeleza majukumu yao, lakini vilevile wazingatie taaluma zao. Miradi hii inasimamiwa na wakandarasi. Eh, inasimamiwa na, na wahandisi wataalam waliosomea. Kwa hiyo wazingatie taaluma zao wahakikishe kwamba wanasimamia utekelezaji wa miradi ina, ina, matokeo yake miradi inatoka ikiwa miradi yenye ubora unaotakiwa lakini, kwa wananchi, ni waase kwamba moja, watupatie taarifa, tushirikiane, tuende na ushirikiano ambao tumekuwa nao, watupatie taarifa kuhusiana na nini kinachoendelea huko, kwa sababu sisi kama taasisi hatuna macho ya kuona kila mahali isipokuwa tunawategemea wananchi ambao kwa ujumla ndio watakaokuwa wanufaika wakubwa wa miradi hii itakapokamilika. Kwa hiyo watupe taarifa, lakini kingine wasimamie hii miradi wao wenyewe, wasiwe na muhali kuhusiana na utekelezaji wa miradi kwenye maeneo yao, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio watakuwa wanufaika. Mtazamaji wa Takukuru TV, mpaka hapa tumefikia mwisho wa makala haya.